Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, ni vizuri tena tukaelezea swala zima la matumizi ya nishati safi na salama katika kupikia. Kimsingi, katika swala la mapishi nyumbani, matumizi ya nishati na teknolojia za kupikia inabidi ziwe safi ili kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama za matumizi ya nishati katika kupikia, lakini tunalinda afya ya mtumiaji na watu wanaomzunguka. Zipo aina mbalimbali mbali za nishati. Kuna nishati safi na zisizo safi. Lakini katika kipindi hiki cha mpito ambacho tunachohama kutoka katika nishati zisizo safi kwenda kwenye nishati ambazo ni safi inabidi kuendelea kuelimisha watumiaji na watengenezaji wa nishati na wasambazaji. Kwa mfano, matumizi ya kuni na mkaa yanakwenda kinyume na juhudi mbalimbali mbali za uhifadhi wa mazingira hasa utumiaji unapokuwa wa kiholela. kwa katika kipindi kicha mpito tuendelee kuelimisha jamii kuhusu suala mazima ya utumiaji wa teknolojia ambayo inapunguza matumizi ya nishati kama mkaa na kuni, ili kuweza kuhakikisha mazingira yetu yanalindwa na kwenda pamoja na sera za kitaifa na mataifa mengine. Lakini kuna aina nyingine za nishati, kwa mfano umeme. Umeme unaweza kutumika katika kupikia vile vile katika ngazi ya kaya, katika taasisi za afya, taasisi za elimu kama shule na vyuo, lakini katika sehemu za biashara kama mahoteli na migahawa na hata kwa mamalishe. Lakini hili inategemea kipato cha yule anayetumia ile nishati, ingawa ufanisi wake ni mkubwa. Kuna baadhi ya taasisi ambazo zina promote au kuhimiza matumizi ya teknolojia ambazo ni nzuri zinatumia umeme kidogo. Kwa mfano majiko ya presha ambayo yanatumia umeme kidogo kulinganisha na kiasi cha kuni au mkaa kinachotumika. Kwa hiyo, elimu inatakiwa kwa watumiaji wa majumbani na hata katika sehemu za biashara.